Kulipo kata ya Ilala kwa kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa, tarehe 29 Mei 2017 ni kiongozi wa mbio za mwenge. Mradi ya usambazaji wa maji wa wakutama kulipo unatokana na mapato ya mradi mkuu wa mpua, kisima cha awali cha mwaka 2008 2009, umefadhiliwa na mfuko wa kasafu na kugharimu shilingi milioni 38 chini ya usimamizi wa mhandisi maani, wa maji wa manispaa mradi huo uuna eliunda kamati ya maji ya mtaa kuliko ambayo imekuwa ikisimamia mradi huo kwa mafanikio makubwa. Kutokana na masoro hayo, mwaka 2014 na 2015, kamati ya maji chini ya usimamizi wa manispaa iliweza kuchimba kisima kirefu cha mita sabini kwenda chini, kujenga mnara wa kuweka tanki la urefu wa mita sita na kufunga tanki la kuhifadhi maji lenye uwezo wa lita ya kumi. Mradi huo mradi huo na mtandao miundombinu ya usambazaji wa maji wenye urefu wa mita 4 kuchochea maji kumi na moja kuwarungia maji majumbani wateja 162, na kufunga dira maana mita za maji 75 kwa wateja wa nyumbani. Mradi umegharimu jumla ya shilingi milioni 9,850 mbao kamilika kwake ungoni mambo safi, ungoni mambo safi, ungoni maji yanachuilika. Hayo maji safi ya mbuumeni. Koki mbili naziona a. Ndoo ziko mbili hapa, na kina mama wakosemba kuchukua ile ndoo na kata ziko kichwani. Kiongozi wa mwenge kitaifa anaangalia yaosi au anaangalia hapa. Unaona ushahidi uo kwa kile kile mama moja na na Matoki kabisa. Maji oye! Oye! Mheshimiwa kiongozi wa mwenge wa taifa mwaka 2027. Naomba nikukaribishe uweze kuwasalimia wana Bungoni. Mwenge hoi! Hoi! Bungoni hoi! Hoi! Maji hoi! Hoi! Tunataka kuja kusema kwa heshima na kwa heshima yako, na salimie wananchi wa Bungoni, kwa sababu walichokifanya ni kitendo cha aina yake kabisa kwa kuweka pamoja na kuchangia

za kusimamia miradi ya maendeleo katika maeneo yao ili waweze kupewa msukumo na wadau hata pia serikali kusomko yaya mradi huo unalenga kutoa maji safi kwa wananchi. Kwa wingi wa idadi ya wananchi ambao mmeambiwa katika taarifa, basi mradi huo una tija kubwa kwa wananchi. Sasa ni waombe kwa vile ikojumuia kusimamia miradi hii ya maji chini ya sheria ya makumi na mbili basi ni waombe wasimamizi wa mradi huu watumie elimu yao walionayo, lakini pia wafuate taratibu za utoaji wa maji, wagawe maji kwa taratibu, lakini zitokee kipindi mradi ukashindwa kutoa maji kwa wananchi. Ninaamini mikakati wanaoifanya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanatoa maji kwa wananchi wote kwa usawa bila ya kujali, basi naamini aina yake sasa ndio mwenyekiti, nikuombe sana sii ikatokea katika maeneo mengine ambayo tumepita, miradi imezinduliwa tayari kwa ajili ya kutoa mali, lakini ikifika kipindi fulani miradi inafungwa eti kwa sababu ya uwepo wa mvua, aa wananchi walipata a, hiyo haifanani kabisa. Kwa hiyo nikuombe mwenyekiti, uendelee kutoa huduma hii kwa usawa kwa wananchi wote bila ya kujali, lakini pia uzingatie uepukale sana na vitendo vyake. Kule katika maeneo ambayo maji yanatoka kwa mujibu wa vituo, mweze kukaa na wale wasimamizi, ili kuepuka kiasi kile kile kidogo cha maji kama mmekipanga kwa ajili ya wananchi. Sisi katokea kibili kwamba wananchi fulani wanapata zaidi, wengine wanapata kidogo, wakati otebelea. Kwa hiyo nashukuru sana kwa jitihada zenu mnazo kwa ajili ya kuleta huduma hizi karibu kwa wananchi wetu. Ayaedee na maendeleo yanaanza na sote, maendeleo tunahitaji sote, hakuna budi tuyanze sote, tuendeleze sote, ili tufaidike sote. Mwenge wa nana,